Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Tafakari yetu inatoka katika injili ya Mathayo sura ya 25, aya ya 31 hadi aya ya 46. Tusome Injili. Bwana awe nani.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 na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme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 akiwaambia amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele mliowekewa tayari na ibilisi katika malaika zake, kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, na alikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, na alikuwa uchi msinivike, na alikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tutakapokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uuchi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 kufunga, kusali na kufanya matendo ya huruma. Injili ya leo inatuonyesha umuhimu na nguvu ya kutenda matendo ya huruma, ambayo ndio moja ya jambo muhimu katika kipindi hiki cha Kwaresima, katika kuwasaidia wenzetu waliokuwa katika shida mbalimbali mbali, walio wagonjwa walio na njaa ambao hawana nguo walio kifungoni. Huu ni wajibu wa msingi wa kila mmoja wetu ndugu zangu. Swala la ukarimu ni jambo muhimu sana na ndilo linalompendeza Mungu. Katika injili hii Yesu anatuambia, kwa kuwa wakarimu kwa kuwasaidia maskini ni moja kati ya tiketi ya kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu anaweka bayana katika hukumu ya mwisho, jambo kuu litakaloangaliwa zaidi ni namna ambavyo sisi tumekuwa tayari kuwasaidia wenzetu walio katika shida. Wapendwa, wengi tunapokutana na wahitaji, wengi tunapita kama hatuwaoni, na wengine tunawa tunawafukuza wengine wale tunaowafukuza ndio waliobeba baraka kwetu, na sio tu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, hata katika maisha yetu ya kila siku. Tunapotafakari katika maandiko matakatifu kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 15, tunakutana na Sara na Ibrahimu kwa kuwakaribisha wale wageni watu ambao hata wao walikuwa hawajui, kwa kuwapa, kwa kuwapokea na kuwapa chakula, kumbe waliwapokea malaika. Ukalimu wao ukafungua, ukawafanya pia wapate mtoto. Pia tukirejea kitabu cha Tobiti sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya ishirini, Tobiti na Sara mkewe wanaponya magonjwa yao kwa sababu ya matendo yao ya ukarimu kwa watu. Pia kitabu cha Mithali kinatuambia amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Hivyo ndugu zangu wapendwa, basi tutumie kipindi hiki cha Kwaresima kama fursa ya kujikusanyia baraka. Tunalikwa daima, tujitahidi kufanya matendo ya huruma, na pia si tu katika kipindi cha Kwaresima, bali iwe ndiyo sehemu ya maisha yetu, iwe sehemu ya tabia yetu, ili nasi tuambiwe kama wale waliowekwa mkono wa kuume na kuambiwa njoni mliobarikiwa na Baba yangu urithini ufalme wa Mungu mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Basi tumwombe Mungu atujalie fadhila hii ya ukarimu ambayo itatufanya tusikose mbingu. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyetoa tafakari hii ni mimi ndugu Winifridi Ngokotalo kwa padre ya shirika la ndugu wa Francisko wa Kapucini, naifanya utume wangu katika jimbo la Lindi. Asanteni sana.